Mwaka huu wa 2003 ni mwaka muhimu sana kwa uhai wetu na viumbe vyote duniani. Umoja wa Mataifa umeutangaza kuwa mwaka wa maji kimataifa, kufuatia kuendelea kupungua kwa rasilimali ya maji duniani kote kutokana na uharibifu wa mazingira na kukua kwa makazi na ongezeko la watu. Mamlaka ya maji safi na majitaka mjini Moshi inaungana na Watanzania na watu wote duniani katika kuadhimisha mwaka huu muhimu kwa uhai wetu. Mtazamo mkuu ni kuwa na huduma endelevu ya maji safi na maji taka kwa mji wa Kilimanjaro. Na kwa kuzingatia mtizamo huu, mamlaka ina jukumu kubwa la kutoa huduma ya maji safi na salama na huduma ya uondoaji maji taka katika mji wa Moshi, mji wa mlima Kilimanjaro. Ubora wa huduma inayotolewa hivi sasa ni matokeo mazuri ya utekelezaji wa mradi wa ukarabati wa mfumo wa maji safi na salama mjini Moshi, mradi ambao umefadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya shirikisho la Ujerumani. Hivi sasa inazalisha jumla ya meta za ujazo 26500 kwa siku kutoka katika vyanzo vya maji ya Nsere shiri na Mawenzi, ukilinganisha na mahitaji ya meta za ujazo 25000 kwa siku. Bwana Joseph Swai ni afisa uhusiano wa mamlaka hii. ni chanzo cha maji cha Nsere ambacho ni chanzo kikuu kinachosambaza maji kuelekea katika mji wa Moshi na chanzo hiki kinazalisha jumla ya meta za ujazo 1150 Chanzo hiki ndipo tunapoweza kufanya utabibu wa maji kwa kuongeza dawa ya chlorine kwenye maji ili kuhakikisha kwamba hakutakuwa na wadudu kabisa katika maji ambayo tunawasambazia wateja na wakazi wa mji wa Moshi. <coughs> Eh, usalama wa maji kutoka katika chanzo cha Nsere huko wa uhakika kabisa na una, unakidhi viwango vya kimataifa vya Shirika la Afya Duniani pamoja na viwango vya Tanzania. Kwa hiyo maji hapa inaotoka kwa katika standard au viwango ambavyo vinakubalika kimataifa na kitaifa, na tunafanya hii e, kuweka dawa ya klorini kwa msingi ya kuhakikisha kwamba e, wakati anaposafiri kwenda katika mji wa Moshi hakuna wadudu kabisa ambao wanaweza kuingia katikati na kuharibu e, ubora wa maji ambao tunawasambazia wakazi wa mji wa Moshi. Hii tuna system ya kupeleka maji katika mji wa Moshi tunaita ni, ni gravity scheme, kwa maana kwamba maji yanateremka bila kutumia pump. E, hapa tupo e, umbali wa mita 80 ukilinganisha na mji wa Moshi ulipo Kwe, maji yanatoka hapa moja kwa moja bila kutumia e, pampu e, kwa msukumu wa kawaida kabisa kwenda katika mji wa Moshi. Swala so, la mazingira katika chanzo cha maji ni muhimu sana kwa kweli. Tuna kwanza uzio wa kwanza na tuna uzio mkubwa wa pili ambao huko umbali wa mita 250 kutoka katika katikati ya katika chanzo cha maji. Kwa hiyo kwenye maeneo hayo ya mita 250 kwa kila upande tumehakikisha kwamba tumepanda miti ya asili, miti ya asili ambayo inasaidia katika hifadhi ya chanzo cha maji. Tangi jipya la kuhifadhi maji safi kwa jina Kilimanjaro lipo mkabala na mzunguko wa barabara ya Moshi Arusha na lina uwezo wa kuhifadhi lita milioni mbili za maji safi yanayotokea chanzo cha Shiri. Ili kuendelea kuboresha ubora wa maji safi yanayosambazwa, tangi hili lina mtambo wa kuongezea ubora wa maji yanayoingia baada ya kusafiri umbali wa kilometa 33, kutoka katika vyanzo. Mtandao wa usambazaji wa maji safi umeenea katika takriban eneo lote la manispaa ya Moshi pamoja na vitongoji ama vijiji vinavyozunguka manispaa kujumuisha vijiji vya wilaya ya Hai na Moshi vijijini. Mamlaka imekarabati pia matanki ya zamani karibu na chuo cha polisi Moshi na Petenshop, matanki ambayo yamekuwa yakitumiwa tangu awali. Matangi mawili ya CCP yana ukubwa wa lita milioni moja kila moja wakati tangi la Pitenshof lina ukubwa wa lita milioni mbili. Ongezeko la maji yanayozalishwa na kusambazwa na kupungua kwa uvujaji wa maji uliokuwa unasababishwa na uchakavu wa mabomba ni baadhi tu ya mafanikio ya mradi wa ukarabati wa mfumo wa maji safi na salama mjini Moshi. Mamlaka inatoa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wasio na uwezo kwa kuunganisha huduma hiyo majumbani mwao kupitia vituo vilivyoanzishwa vya kuuza maji. Maeneo ambayo vituo hivyo vimeanzishwa katika manispaa ya Moshi ni pamoja na kata ya Kiboriloni, Msaranga, Majengo, Njoro, Longuo, ambapo huduma hiyo hutolewa kupitia wakala aliyeteuliwa na mamlaka. Hali kadhalika mamlaka ya maji safi na maji taka mjini Moshi inazingatia umuhimu wa kuhifadhi mazingira kwa kutoa huduma ya uondoaji wa maji taka. Mamlaka imejenga mtambo wa kisasa eneo la Mabogini wa kuhifadhi maji taka yaliyoanzishwa na wakazi wa mji wa Moshi pamoja na sekta mbalimbali mbali. Majitaka yanayokusanywa huhifadhiwa katika mabwawa tisa yaliyojengwa kisasa kwa ajili ya kazi hiyo muhimu. Watendaji katika mitambo hiyo hufanya kazi kitaalam ili kuchambua taka ngumu na taka miminika ambazo kati ya hizo huteketezwa. Hivi sasa huduma ya maji safi na uondoaji maji taka hufanyika zaidi ambapo wateja hupewa nafasi ya kuwasilisha matatizo yao na kulipia ankara zao kwa urahisi na ufanisi zaidi tofauti na awali. Bwana Agustino Mbuya na Mama Grace Marandu ni baadhi ya wateja wa mamlaka. Huduma ya maji ya mkoa wetu hapa ni nzuri kabisa. Kwa sababu hatuna matatizo ambayo tunayapata, kwani hata kama utatukia tatizo, tukija huku kwenye wizara hii tunapata huduma safi tu. Kwa hiyo hakuna matatizo kwa upande wao. Kwa swala la bili, watu wengi mara nyingine ndio walikuwa wakilalamika, toka kipindi cha nyuma, wewe unalionaje swala? So, hilo la bili ni kusema kwamba wafanyakazi hapa wanapita kwenye mita, wanafika majumbani, wanachukua mahesabu na sisi wenyewe tunafuatilia kama hapa ulivyoona, na nimelipa bili yangu hapa, nimemaliza. Mazuri sana hmm. Unamaanisha nini nzuri? Usema katika mpangilio wa kisasa, ukitaja labda kulipa bili kwa wataalamu na masabu, ukija unapewa bili yako, tudetu maji tunapewa kutosha yeah. Lakini sasa hivi kuna usawa fulani, labda na bomba likiharibika, huduma mm-hmm. Hakuna baba mabovu ambayo yamekuwa mapya ya ile yaribiki. Hajaribika. Ya mm. Una wito gani kwa watu wengi? Kila mtu afuate jinsi inavyotakiwa, kutumia maji vizuri, utapata mambo makubwa. Kulipo kujiweka katika kubaiba maji nini? Sije ficha ficha, sana sana bila itakuwa kubwa sana. Na hiyo kutumia maji yako vizuri, maji yanakuwa bila ya kawaida. Mamlaka ya maji safi na maji taka mjini Moshi inakaribisha maoni na mapendekezo kutoka kwa wateja na wakazi wa mji huu ili kuboresha huduma. Wito wa mamlaka kwa Watanzania: hakikisha unashiriki kikamilifu katika kuhifadhi na kuendeleza rasimali ya maji nchini. Daima maji ni uhai, yatunze ili yakutunze.